a nilifunga miaka ishirini bila kunywa maji na ma, sasa nimefungua nimemaliza miaka ishirini nilifunga bila kunywa maji pia. Hota, ingekuwa ni Ulaya wangeandika kwenye kitabu cha kumbukumbu, miaka ishirini bila kunywa maji pia kwenye glasi. Watu walikuwa wanakaa karibu na mimi, waliona hilo jambo, ilikuwa nimeamua hivyo mindset Maanake kwenye mindset kitu yote unaweza kufanya, ukitaka kufanya nami nilifanya yeah. Na nikaweza na niliunenea nili Mungu wangu mambo mengi, kama upendo wangu kwa Mungu kama, yani ni kama fimbo kwamba una nini mkononi mwako, kayo nilionyesha ishara ya upendo kwa Mungu wangu na ishara ya uhitaji nguvu nyingi kutoka kwa Mungu, yeah, I do it for my Lord. Na kwa ajili ya Bwana wangu ya maisha yangu nilifunga robo, miaka ishirini, robo ya maisha ya mwanadamu nilikuwa nimefunga bila kunywa. Kwa Yesu yote anawezekanika. Sijaribu bila maongozo ya Roho Mtakatifu, sikapata matatizo kusema nilikufundisha.